Sasa unaweza ukajiuliza namna gani tunavyoishi Paulo ah, akanispaya Paulo akani sijui nizungumze lugha gani? Naamini unanielewa Paulo akani akanipa umakini fulani na Roho Mtakatifu akanionyesha jambo kwamba kuna mambo hapo ya kuzingatia, ambalo watu wa Mungu leo hatuyaangalii na hatuyatazami. Tunaona tu kwamba nimeokoka, ninampenda Yesu, imeishia hapo. Ukiulizwa unampendaje, umemfahamu vipi, nini ametenda kwako, haujui, haufahamu. Ukiulizwa na mtu ambaye amjui Yesu, huyu Yesu anafananafanaje? Unaanza kunying'atang'ata hauelewi namna gani uelezee huyu Yesu. Kwa sababu gani? hauja experiensi wewe mwenyewe, hauja, hauja, ni yani, haujamwona, haujamfahamu namna anavyotenda. Lakini wewe kama kitu nakijua umeshakifanyia kazi ama jamani, mfano wafanyakazi, wafanya kazi jambo dogo tu, wafanya kazi haleluya. Mfanya mfanyakazi ukimpa kazi kwenye professional yake, yani huwezi hata kusumbua na, na wala hangaiki. Utamuuliza maswali yoyote, atakujibu kwa sababu ni professional yake utamuuliza maswali labda, muhasibu unamuuliza mambo ya bank reconciliation, sijui mambo ya nini, mambo ya financial statement, hata angaika. Utamuuliza components ya financial, hata angaika, atakujibu na atatilika. Kwa sababu gani? Ni professional yake, ameisomea, ame na ameijua na ndivyo ilivyo kwetu sisi Wakristo, tunajiita Wakristo, lazima ifike kiwango tumjue Yesu ili tuonekane, au tukaa kwenye pozisheni ya kuitwa Wakristo kweli. Ikitokea tukaulizwa, basi tuna uwezo wa kufafanua na kumwelezea Yesu namna alivyo. Bwana Yesu asiwe sana. Na ukifikia kiwango hiko sasa, ndio unakuwa umefanyeje, na uko umefanyeje umekuwa umeifikia kweli, ama ama umefanyaje? Umetembea katika kweli, umeijua kweli, umeifahamu kweli. Bwana Yesu asiwe sana. Ukumbuke somo letu, usichukie kweli ya Mungu, usije ukachanganyikiwa. Yote haya yamo ndani humo, yote hayo ni kutaka kuijua kweli. Sasa unaweza ukajipima namna gani, unamjua huyu Yesu kiwango gani? Unamjua huyu Yesu? Paulo anasema ya kwamba na aliyehesabu mambo yote ambayo yalionekana faida. Paulo alikuwa anafanya kazi labda ya ufumaji, alikuwa anafuma sijui nini, alikuwa anafanya biashara, lakini alikuwa anapata pesa nyingi Kaona yote hayo ni hasara, ili aweze kumjua nani, aweze kumjua Yesu. Leo kuna mkristo nani ambaye anaweza akahesabu mambo yake kuwa hasara, ili apambane, hakikisha anamjua Yesu. Leo kuna mlokole nani ambaye anajiita Mkristo, ambaye anaweza kaacha kazi yake, anaweza kaacha mambo yake yenye faida, ambayo anaona kwamba anamwingizia pesa, ili aweze kujikita kumtafuta Yesu au kumjua Yesu kiundani, ni nani? ni nani ni yupi? Lakini Paulo hapa tunamwona tunamwona Paulo mambo mengi ka hesabu kwani hasara kwa ajili ya uzuri wa nani? Uzuri wa Kristo. Yaani ukijua kweli haikusumbui ukijua kweli, mtu wa Mungu, hakuna mtu wa kukubabaisha, hakuna mtu wa kukupepesa au kukupepeta, mala akupeleke huku, mala akuyumbishe hivi, hayupo, kwa sababu unaifahamu hiyo kweli, unaifahamu hiyo kweli. Haleluya, haleluya! Kwa hiyo tunakuja kuona Paulo anazungumza maneno mazito hapo, kwa sababu mwingine akiona ameshaokoka tu tayari amemjua Yesu, lakini tunamwona Paulo anazungumza haya akiwa tayari ameshaandika nyaraka kadhaa, ameandika nyaraka kadhaa hapo nyuma, lakini anasema kwamba natamani na natamani, natamani, nataka nizidi kumjua.